Kama jinsi unavyotuona hapa tuko ndani ya kipindi chetu cha ukweli ndio huu. Na kwa sasa hivi tuko huku juu milimani kutembelea maeneo ya kambi za waaskari wetu wazalendo tunakuja kwa kutembelea. Na kama jinsi unavyoona hapa tuko na chini wazalendo, tuko na kiongozi wetu ambaye atakuja kujitambulisha mbele yenu no? Na mimi hapa niko kwa mbele yako

Akazi i hapa wanajeshi wote wako hapa i uahoaeeav a ndio, i tunahitaji msaada ule atakaye tusikilia huruma kabisa hapa, atupatie mchango wa hema, viatu kama kawaida.

Waskari wako wengi hapa sana, mzee. Waskari wako wengi a, okay. Wsakuula tnna mshahara na mmoja anatawanyia kwa kutafuta angalau kidogo, ninavyoona hapa hivi jinsi kambi yenu inavyokaa kwa maana unasema kwamba eti wengine wametoka kwenda kutafuta kidogo cha kuingiza tumboni. Sasa jinsi inavyoonekana ninavyokaa hapa hivi, na inaonekana hapa mko ndani ya mashamba, kwa maana kuna wamama ambao wanalima wana huku, sijui sijui mnafanyaje, kwa sababu mda mwingine wanalalamika huku tumebakwa sijui, mda mwingine mliwalisasi unapitikana huku hivi, sijui kama hiyo kitu inafanyika na nyinyi au ni, ni wanana, wanachofanya hivyo, uh, unajua sisi wazalendo hatuna ile uhaki wa kubaka raia wala uhaki wa kubaka wanawake. Sisi wana, wazalendo si ni watu wa kuchunga raia na mali yake. Mtu anaenda kushamba anajisikia uhuru, anatokea kwenye familia anarudia tena kwenye familia, maana sisi tulishika silaha juu ya kupigania nchi yetu, tulishika silaha juu ya kupigania wananchi wetu, situkushika silaha juu ya kubaka wadada zetu ama mama zetu, hapana. Okay, asante. Na lingine ambayo nitakuuliza kuhusiana kwanza na kiali ya nchi ama kuhusiana nyinyi wazalendo wa, wa ambao mmejitolea kupi, kupigania nchi yetu, sasa kitu gani ambacho mnachokipokea kutoka, kutoka, kutoka makao makuu ambacho wanavyowapokea wanavyowapokeza nyinyi kama vile kitu msaada. Vile unajua sisi, sisi hatupokei, hatuna mshahara. Sisi ni wananchi tuliojitolea kupigania nchi yetu. ya unga saki ya maharage, vile vile nusu ya saki ya chumvi, na ndio situaishi vile. Okay, paka asante sana Una... ku... na um, kingine, na nataka kuongea jinsi tuko hapa oh, hivi na jinsi wewe ndio kiongozi hapa. Sasa unaishi hapa kwenye kambi hapa, sisi tunaishi tunaishi kwa ajili ya watu hmm. Ni kama vile sisi hapa tunaongea hapa, ule mtu mmoja ule atakayetuona, kwa hiyo tuko tunaongea hapa atipea kutusaidia, akasaidia kwa maana, tunaishi ni watu, tunakula kuuza watu, tunavaa mavazi; mavazi tunavaa ni kwa watu. Yani yule atatusikia huruma, angalia sisi tulivyo hapa, atusaidie. Wa hema tupatie hema, wa kiatu tupatie kiatu, na vingine kadhalika, matakuwa na asaki ya unga tupatie. Si tuko hapa kwa ajili ya watu, tuko hapa kwa kujua kuua watu, tuko hapa kwa kujua kunyesha watu? Hapana, ndio ndio, yani yule atakuwa na uwezo atusaidie kwa hiyo msaada kidogo atakuwa alicho nacho, ndugu zetu wa Kongomani mahali popote pale walipo basi Ok, asante sana mkiongozi um, Mamadu, na vilevile niseme tu kwa wale ambao watakaotizama video hii uh, kama gisi mnavyosikia mzee anavyotoka anat, kuongea kuhusu na msaada wenyewe, mnaona gisi maeneo hapa kukambi kwao gisi gisi alivo uh, ule ambayo atagusiwa ata, ata na maneno ambayo amba, amba mzee yetu amekuwa ongea hapa hivi, anaweza akawafata wazee akawapatia kidogo istoshe kama vile jinsi mnavyoona nyumba zao wanavyozijenga hapa hivi, sijui mabashe zinaisha. Uh, viatu wanasema kuhusu viatu hata at, mavazi vile vile, ndio hivyo msaada unahitajika kwa wale ambao watakuwa wata na moyo mzuri wa kutusaidia, maana ni watu ambao wanapigania wanapigania nchi yetu, ambao wanajitolea uhai wao ili kupigania nchi yetu um, na kitu kingine ambacho unachotaka kukuuliza, ama kitu gani ambacho unaweza kawaambia saa kama vile viongozi wa juu serikali ifanye nini kuhusu kuhusiana na nyinyi, yani kama vile ombi vile ombi, yani vitu gani ambavyo mnataka awasaidie mtakachosema? mm, kwanza e, samani tena, acha salimu kwanza kwa kongomani wote mahali popote pale walipo, na salimu wapati wote wote mahali walipokuwa nchi yote nzima ya Kongo, wakongomani wote, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Asante. Sisi kabisa tunachoomba kwa rais wetu, wananchi wetu, ni kuishi na amani na upendo, na tupate msaada na sisi pia yeah. ili watusaidia katika familia, maana tunapigania nchi, lakini hatuna mshahara na wabibi wake wa, wa zetu wa wanateseka liko, kama viokama tukienda kushinda bata, wanamke bila chakula bila chochote kile. Kuna wengine wanapanga manyumba hatupati pesa za kulipa nyumba, inabidi watoto vile vile tena, masomo inadai, magonjwa vilevile. Hivi vitu kabisa vinatusumbua, wale wanatufuata kabisa, na gisi inavyotizama ile gisi inavyokaa inaonekana kwamba kule kama sijui, naona kuna nyumba zingine vile kama vile kama nyingine sijui ni nyenye ndio hapa kwetu. Hii ni maeneo ya wazalendo, hapa ni maeneo ya wazalendo. Force makana kika Simbira Join, hapa unaona ni mzee wa watu, mtu wa watu ule wanamwita ni Nabii Elia ah. force kada makanika simbira John, ndio ndio, hiyo hapa kabisa, unaona ni maeneo yake i ma w na ndio hivyo, na ndio sisi tuko hapa, ndio tuko hapa kabisa. Wanajeshi ni wengi sana, wanajeshi ni wengi hapa. Adui hakuna, adui hakuna, pesa kujua nyao hapa eh, hakuna pesa kujua nyao hapa. Adui moto, adui kila mbali hmm. Yani sisi tukitoka kutoka kabisa kwenye adui iko washimani, sisi tuko tayari kupigana na adui, mara tujitolea kupiga adui hata rusha juu ya nchi yetu. Asante. Okay, na kingine mzee, nataka kuuliza kuhusiana na hicho ambacho wanachokizungumzia kizungumzia kuwa ku, uh, etat de siege nataka kuweka hapa kwa mjini Uvira, sijui kama nyinyi wazalendo ambao mnajitolea kupigania nchi yetu. Asante. Okay, asante sana ndugu mtazamaji wa Kivu Live TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Habib Shofson Brino kutokea kwenye Kivu Live TV. Bila kumsahau bila kumsahau cameraman wetu Simba la Mbele ambaye atufanya tu hapa tuonekane dunia nzima. Na ukitaka kutupata, ingia Facebook, Instagram, TikTok na tu Kivu Live TV unatupata. Asante. Kitu tunahitaji kuomba wapatrioti wote mahali popote pale walipo ni kusaidiana, tujiunge pamoja ili tupige adui. Kwa maana fonction grad inatafutiwaga kwenye kazi, tusililie mamlaka bila kutumika. Tukiwagea tuko tunalilia mamlaka bila kufanya kazi, bila kupiga adui. Adui akija kutuingilia hapa, zile magrade zetu na zile mafunzo zetu hazitakuwa na kazi. Basi tutafutana ta, ta, huko mwai mwingine, tujumue pamoja ili tupige adui pamoja. Na Mungu tuna imani ya kwamba sisi wapatrioti wazalendo tutapiga, tutapigana vita na tutashinda. Tuache mabifu, tuwe kwa umoja.